Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm. Uh, leo nitakuletea makala inayohusiana na namna ambavyo unaweza ukatotolesha vifaranga na ukapata mbegu nzuri au mbegu ambayo wewe unaitaka. Kila mtu ana mbegu yake ambayo yeye anaitaka. Kuna watu wanataka piwa kienyeji, unaweza kuwa unataka labda Malawi au unaweza kuwa unataka chotara wa aina yoyote ile au ukataka mbegu ile ya broiler. Sasa leo nitakuelekeza ni namna gani unaweza ukayatotolesha mayai yako na ukapata mbegu nzuri kabisa ambayo wewe unaitaka. Kwanza kabisa kwenye kutotolesha, kuna kutotolesha kwa namna mbili ambazo namna kuu mbili japokuwa zipo na nyingine ambazo watu wanazitumia. Namna ya kwanza ni namna unaweza ukatumia na vitamin kwa wingi kwa kuku wale ambao wanakuwa wanataga, basi hii na ina, inachochea sana utagaji kwa kuku, kuku. Uta kuku. Kwa hiyo, ukiwa unawapa mara kwa mara hivyo vitu, basi moja kwa moja utawafanya kuku wako kuku wasiumwe, lakini pia kukua kukua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 Uh, saso, bro, siku ya arobaini pia kuku waga wanapataga e, kinga ya minyoo kinga ya minyoo e, kwa tiba za asili kuwa wanatumia sana nyingi zina kinga ako, e, nyingi sana zina tibu minyoo mfano kitunguu saumu kina tibu minyoo tangawizi ina tibu minyoo minyo. Uh, kwa huu unaweza ukaona jinsi ambavyo kuna magadi magadi chumvi, yale huwa yanatibu minyoo vizuri kabisa. Umeona, kwa utatibia minyoo kwa kutumia hivyo vitu tukitoka hapo pia kuna haa, utitili huwa unawashambulia sana wakuku. Sasa utitili wenyewe uwaga unatibiwa na aina ya tani bro, unatibiwa kwa kutumia kitunguu saumu. Haa, hapa utaweka yule jogoo wa tani bro, uh, utakuwa pia unatetea yule wa tani bro. Watakuwa wanapandwa vizuri wale tetea, wanapandwa wanataga yale mayai yake, utakuwa unayatunza vizuri yale mayai. Atakayotagwa na huyu tetea wa tani bro, basi wewe utakuwa unayatunza vizuri haya mayai usiyaweke sehemu ambayo itakuwa ina joto sana, au sehemu ambayo itakuwa ina unyevu au baridi kali. Hapana, yaandae kwenye, yaweke kwenye matrei yako, matrei haya ya Aya ya, ya, ya maboksi ya, ya plastiki. Haya ya maboksi ndio huwa yanahifadhi vizuri kabisa, japo kwa hata haya ya plastiki nayo huwa yanahifadhi vizuri ila, ukipata ya maboksi, nadhani ni vizuri zaidi. Uh, utaenda kulitunza vizuri kabisa, utalihifadhi vizuri kwenye ile tray lako. Hakikisha haya mayai yasizidi siku kumi na nne japo kwa hata yakizidi siku kumi na nne huwa yanatotolewa lakini possibility ya kutolewa huwa ni ndogo sana, ila yakiwa around siku moja mpaka kumi na nne, basi huwa kuna uwezekano mkubwa sana wa kifaranga uh, kupatikana. Kama kuku, kama wale yule kuku atakuwa amepandwa vizuri kabisa, yai lake limerutubishwa vizuri. Sasa uh, huyu kuku wa kienyeji naye kwa sababu atakuwa anapandwa kwa hiyo itafika steji atataga, yuko kwa kienyeji, kishafika ile steji ya kutaga, basi yale mayai yote na yule tetea alotaga kienyeji, ili yaweze kuyatamia na atotoe upate vifaranga. Vifaranga watakao patikana hapo watakuwa ni pure chotara. Yani, watakuwa ni chotara kabisa kama au chotara wengine. Kama ni tetea atakuwa anataga tu, ila hawatamii. Yeye atakuwa anataga tu mayai hawatamii. Kama ni jogoo basi atakuwa ni mkubwa kama ambavyo wao chotara wapo, au kama wale ile mbegu ambao wewe unaitaka wapo. Kwa hiyo hapo utakuwa umefanikiwa kutotolesha chotara vizuri kabisa, na ukapata wale chotara ambao wewe ndo unawataka, na watakuwa na sifa zile zile ambazo wewe unazitaka kutoka kwa hau chotara. Uh, hapa na mayai mengine ambayo huwa yanatotoleshwa uh, kwa mfano ni haya mayai ya broiler. Watu wengi wanajua broiler huwa watagi. Hapana, sio kweli. Broiler huwa anataga japokuwa utagaji wake hatagi sana kama ambavyo wanataga wao kuku wengine labda chotara na layers, uh, yeye anataga lakini hatagi mayai mengi sana kama wao kuku wengine. Kwa hiyo kama unamtaka huyu broiler aweze kutaga na uweze kupata mbegu ya broiler wale weupe kabisa, basi utakuwa una jogoo wako wa broiler na utakuwa una tetea wa broiler Uh, pia utakuwa na hawa kuku wa kienyeji, kuku wa kienyeji ambao watakuwa nao wanapandwa vizuri, wanataga. Uh, mfumo ni ule ule. Wakisha toto, wakisha taga wale broiler, uh, yale mayai utayatoa, utayapeleka kwa wale kuku wa kienyeji, watayaatamia, watatotoa na vifaranga wote watakao kutoka pale huwa ni weupe, watatoka wale broiler kama kama broiler wao wengine walivyo. Japokuwa hii huwa inaenda kuwa second generation, uh, haiwi first generation ila inakuwa ina sifa ambazo zinafanana kabisa na wale broiler kuanzia kwa

utaweza kupata mbegu nzuri kabisa na kama unataka upate mbegu ya kienyeji pia, basi utaweka kienyeji kwa kienyeji kama kawaida, watatotoa utapata vifaranga. Lakini kama unataka upate uh, kienyeji ile mbegu kubwa, kuna watu wanapenda ile kienyeji mbegu kubwa. Hapa unaweza ukawa na tetea na tetea wako wa kawaida kabisa wa kienyeji, lakini kwenye upande wa jogoo ukatafuta jogoo wa chotara. Kwa mfano unaweza ukawa wa Tanbro, wa Saso au Malawi yule jogoo ambaye anakuwa haraka. Aa, sasa ukishampata huyu jogoo ambaye anakuwa haraka utamwacha aweze kumpanda yule tetea. Akishampanda yule tetea, yule kifaranga atakayetoka pale atatoka ni kifaranga ambaye hana sifa za chotara. Kama ni kutaga, atakuwa anataga ila haatamii kienyeji mbegu kubwa. Kubwa, uh, kubwa, kubwa mpaka mbegu yako yote ikawa ni hiyo. Kwa hiyo hizo ni namna ambazo unaweza ukazitumia wewe kutotolesha